Kwa upendwa katika bwana Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mimi ni Askofu Dkt. Msafiri Joseph Mbilu wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Mashariki. Dayosisi hii inafanya shughuli zake za kueneza Injili katika mkoa mzima wa Tanga, kwa maana ya wilaya zote nane na vijiji vyote, tupo katika mkoa wa Tanga. Siku ya leo ni siku ya furaha kubwa, tume wakaribisha wanafunzi waliosoma katika shule zetu za sekondari sekondari ya Lwandai na shule ya seminari ya Bangala ambayo sasa inabadilishwa jina itaitwa Joseph Jali Junior Seminary kwa heshima ya baba Askofu Joseph Jali ambaye ni mwanzilishi wa shule hizi. Tumewaita vijana hawa kwa lengo kubwa la kuwapongeza kwa kazi nzuri walioifanya ya kufanya mtihani wa kidato cha nne na kufaulu kwa hali ya juu sana. Watu siku hizo wangesema kufaulu kwa kishindo, na hakika ufaulu huu ni wa kishindo sana, kwa kuwa shule zetu hizi sasa hakuna aliyefeli hata mmoja. Tunamshukuru Mungu kwamba mwaka 2020 nilipochaguliwa kuwa askofu wa dayosisi hii mwezi Novemba, katika vikao vyetu vya mwanzo kabisa na kipekee kikao cha halmashauri kuu yangu ya kwanza kama askofu kilichokutana hapa Utondolo Lushoto tarehe 17 mwezi wa 12 mwaka 2020, nilitamani sana kufahamu mambo mbalimbali ya dayosisi na kipekee shule zetu zinavyoendelea, na kwenye taarifa ile tukafahamu kwamba kidato cha kwanza katika mwaka ule katika shule ya sekondari Lwandai kilikuwa na watoto nane. Maana yake sasa ni shule inayokufa. Na kidato cha kwanza katika junior seminari ya Bangala kina watoto watatu mwaka ule. Ni shule zinazokufa, na kwa kweli nilikuja na wazo hili mbele ya halmashauri kuu kwamba sasa hakuna namna, lazima shule hizi mwaka 2021 Januari zipate wanafunzi maana kama ni watoto nane, watoto watatu, mzazi gani atapeleka e, mtoto wake katika shule hizo? Na ndipo nikaja na wazo ambalo wajumbe wa halmashauri kuu waliliunga mkono, na napenda kuwapongeza sana kwamba kila usharika wa Dayosisi hii utupe mwanafunzi mmoja ambaye atasoma katika shule hizi, akipata ufadhili kutoka kwenye usharika. Na kwa hakika sharika zetu, hakuna usharika ambao hauna uwezo wa kulipa kiasi cha fedha ada ya mwanafunzi mmoja kwa mwaka, na hivyo tukapata wanafunzi tulitazamia kupata wanafunzi sitini kwa maana wakati ule tulikuwa na sharika sitini za dances. Sasa hivi zimeongezeka kadhaa, tuna sharika sabini na sita lakini kwa sharika zile sitini tukapata wanafunzi wale, tulipata wanafunzi jumla 55. Kuna sharika nyingine kutokana na sababu mbalimbali mbali, Eh, basi haikuwezekana, lakini wengine wali drop hapo katikati. Kwa hiyo tukatuma wengine 30 kule Mlalo Lwandai Secondary School na wengine kule Bangala Junior Seminary Vuga. Kwa hiyo madarasa ya mwaka 2021 yakawa yamefufuka vizuri, na wazazi na ndugu wengine walipoona kwamba wa, shule hizi zimefufuka, kuna watoto katika shule hizi wanaosoma, na wengine wakapeleka watoto wao katika shule hizi. Kwa hiyo pale Lwandai tu waliomaliza eh, kidato cha nne ambao wamemaliza mwaka jana sasa walikuwa hamsini na nne. Maana yake kuna wazazi na watu wengine walipeleka watoto wao pale na wengine walihamia, na Bangala vile vile watoto waliongezeka. Hapo ndipo kufufuka kwa shule hizi, na hakika walimu wamepambana kufanya kazi nzuri na shule hizi, watoto wamefaulu vizuri sana katika mtihani wa kidato cha nne wa mwaka 2024 tumeona kuna ambao wamepata division 1 ya pointi saba, tena msichana mmoja amepata division one ya a zote, masomo yote kumi amepata a kutoka shule yetu ya Lwandai. Lakini tunao division one kule Bangala za pointi tisa pointi nane pointi kumi, tuna division two na kuendelea. Hii imetupa moyo sana, na ndio maana tukaamua siku ya leo tukae na watoto hawa na kula nao chakula cha mchana pamoja tukiwapongeza na kuwaombea na kuwatakia baraka za Mungu katika maisha yao, na wengi wameahidi wanataka kusoma na taaluma mbalimbali ili waweze kuwa watu mbalimbali katika nchi hii. Tunamshukuru Mungu sana, na ni kwa njia ya watoto hawa sasa tumeona sisi kama Dayosisi tuanzishe mfuko maalumu wa elimu, mfuko maalumu wa elimu ambao utachangiwa na wanadayosisi wote na hata wadau mbalimbali wote wenye mapenzi mema wachangie katika mfuko huu ili utusaidie basi kuelimisha watoto wale ambao wana uwezo, lakini wazazi wao hawana uwezo wa kifedha kuwasaidia basi waweze kusaidika. Watoto waweze kusaidika katika shule hizi, wasomeshwe tena sio katika shule za sekondari tu, lakini hata vyuo. Mfuko huu utaanzishwa rasmi na tumeshalitangaza hili, tutaliwekea taratibu za vikao vya kikatiba vya Dayosisi, lakini na kuundia bodi yake itwe na mfuko rasmi wa elimu katika dasi yetu. Na tumeona na kukubaliana pia katika vikao vyetu vya halmashauri kuu kwamba watoto hawa wote ambao wamefaulu vizuri ambao walikuwa wanasomeshwa na sharika wasiishie kidato cha nne, bali sharika zetu ziendelee kuwasomesha kidato cha tano na cha sita. Na hivyo wote wanakaribishwa sasa kwenye shule yetu ya sekondari Lwandai ambapo pale tuna uh, high school tuna kidato cha tano na cha sita pale Bangala bado hatuna kidato cha tano labda, miaka ijayo. Lakini kwa kipindi hiki tunamshukuru Mungu kwamba sasa watoto hawa watakwenda wote pale Lwandai wakaendelea na masomo yao, na tunawatakia baraka za Mungu katika kusoma kwao. Lakini nichukue nafasi hii kuwashukuru washarika wote wa dayosisi hii ambao wametoa fedha zao na mali zao kuwasomesha watoto hawa katika shule zetu Alikuwa zoezi jepesi sana lakini kila mmoja amejitoa kwa namna kwa kadri alivyojaliwa na Mungu, watoto wetu wamemaliza masomo yao, na hivyo ni wahamasishe tena kila mmoja ajitoe kwa kutoa tena fedha ili watoto wetu wamalize kidato cha tano na cha sita. Na ni washukuru na wachungaji wa wote katika sharika na wakuu wa majimbo na viongozi wote kwa ujumla, na kipekee ofisi ya msaidizi wa askofu wa madini mchungaji Michael Kanju ambaye ndiye kiongozi katika sharika hizo na ofisi ya wa majimbo kwa kuhamasisha jambo hili na mpaka kufikia hatua hii. Niwashukuru na wenzangu katika ofisi ya Dayosisi, katibu mkuu, mkurugenzi wa fedha na watumishi wengine wote watu. Niwatakie baraka za Mungu tukiendelea kuombea kazi hii njema inayofanywa na Dayosisi yetu. Sio katika shule hizi tu, lakini hata katika vyuo vyetu. Na niwaalike wale wanaopenda kusoma katika vyuo vyetu vya kanisa, tuna chuo cha afya pale Bumbuli, Bukohas lakini tuna chuo e, cha Koroa Technical Training Institute ambayo tunatoa diploma ya ufamasia na sheria, tuweze kusoma katika kupeleka watoto wasome katika vyuo vyetu hivi kwa maana ya kumtumikia Mungu zaidi. Katika shule hizi na vyuo hivi ambavyo vya kanisa watoto wetu vijana wetu hawajifunzi hii elimu ya taaluma tu, lakini wanapata malezi mazuri ya kiroho, na hili ndio jambo kubwa. Wakati huu kuna mambo mengi vijana wanasoma, lakini kuna mabadiliko mengi humo, unakuta wamechanganyikiwa katika maisha, mwendo wa maisha. Lakini katika shule hizi za kanisa tunawalea vizuri na hakika hatajuta wale wanaotuma watoto wao katika shule hizi. Nchi yetu hii na hata viongozi mbalimbali ambao wamesoma zamani katika shule zetu hizi e, tunao viongozi mbalimbali wanaofanya kazi katika taasisi mbalimbali. CRDB tunaye ndugu yetu Wilson Mzava yuko CRDB makao makuu pale Dar es Salaam, tunaye Profesa Riziki Shemdoe e, ambaye ni katibu mkuu wizara ya mifugo na uvuvi ni mwanafunzi. Tunaye mama yetu Mheshimiwa waziri Jenista Mhagama amesoma katika shule yetu ya Lwandai, na wengine wengi tuna wabunge kina e, mbunge wetu e, e, Mzava wa jimbo letu la, la, la, la Korogwe Vijijini, na watumishi wengi mbalimbali nataja kwa uchache tu, wachungaji wa kwa majimbo na watu mbalimbali. Mungu atubariki sana, tuendelee kumtumikia kwa uaminifu na kipekee kuziinua shule zetu. Bwana asifiwe sana, amen.